s muhaa wnawetu Muhamad hwa rasul llh nas kafa, kwanza kabisa yeye mtume wa Allah ni mtume wa Allah kwa watu wote, ahir lambiyaء pia ni mwisho wa, kwa maana hakuna nabi mwingine baada ya sallallahu alaihi wasallam wa imamu rusuli, na yeye ni imamu wa mitume. Jaadu dina alislamiya, amekuja na dini ya Uislamu. Nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye amekuja na dini ya Uislamu. Alladhi la yaqbalu Allahu yawma alqiyama dina ghaira, dini ambayo Allah hata yakubali siku ya Kiyama dini yeyote isiyokuwa Uislamu. Wa huwa min nasli sadati Quraish, naye anatokana na kizazi cha mabwana wa Quraish ashraf kabila kabila lilikuwa bora zaidi fi Makkah al-Mukarramah, katika Makkah tukufu. wayatalu nasabuhu, na inaungana saba yake ni Ismail ibn Ibrahima na Ismail mtoto wa Ibrahim alayhi alaihi assalam, amani juu yao. Hapa tumezungumza, ama hapa nimewaeleza juu ya kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani, eh, pia yeye ni ni ametokana na kizazi gani? Pia yeye amekuja na nini? Yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na dini ya Uislamu, dini ambayo Allah hataikubali siku ya kiyama dini yoyote isiyokuwa Uislamu. wa ma'ana ila albalaghul mubin. wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kuomba wewe muislamu unalitazama uhakikishe una subscribe channel hii, ili uweze kupata darasa kama hizi mbali mbali Inshallah, siku iliyo bora na kutokea wewe mtazamaji wangu.